Kutoka kaunti ya Kisumu na fululiza hadi katika ya kaunti ya West Pokot, na ambapo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametangaza kuwa wameanzisha zoezi la kuwapa vitambulisho wa Kenya kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, akiweka wazi kuwa tayari wametenga magari ya kuzunguka kila wadi, kwani wafugaji wengi katika kaunti hiyo huwa wanazunguka maeneo mbalimbali wanapowafuga mifugo wao. Pia amebaini kuwa ametenga magari ya kuzunguka katika kila shule eneo hilo ili kuwapa vitambulisho wanafunzi elfu kumi na nne wa waliofikisha miaka 18. Uchaguzi wa mwaka ujao unapokaribia, serikali ya kitaifa imeanzisha zoezi la kuwapa wakenya vitambulisho. Mchana wa leo wizara ya usalama wa ndani imetua katika kaunti ya Pokot Magharibi, inapopania kuwasajili wakenya zaidi ya laki moja ili kuhakikisha wanapata vitambulisho. What we are doing here is to facilitate a common citizen of Kenya to get basic services by getting the right documentation, yenye itamsaidia. So hao watu karibu nia karibu elfu mia moja ambao hawana ID kwa West Pokot tunataka tuwafikie, alafu sasa ikiisha hao watu pia wapate nafasi ya kwenda kurejista wakuwe wapiga kura mwaka kesho. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akiweka wazi kuwa tayari wameondoa ada zote zilizokuwa zinahitajika ili moja apate kitambulisho. Alitangaza akasema, hii ID imekuwa expensive kwa mtu ambaye ana haso, ndiposa akaniambia nitangaze ya kwamba ID itapewa Wakenya wote bure. Pia amebaini kuwa wanalenga kuwapa vitambulisho wa wanafunzi takriban elfu kumi na nne pamoja na kutenga magari ya kuzunguka kila wadi katika kaunti hiyo, ili kuwasajili wafugaji ambao huwa wanazunguka maeneo tofauti wakiwalisha mifugo wao, wameenda sehemu mbalimbali kutafuta nyazi na maji. Kwa hivyo wengi wao wangefika ofisi na ofisi zingine ziko mbali, ndipo unaona tumekuja na magari ishirini eh, kumi na nne yenye tumeleta na county government na our MPs wamejaza, tutakuwa na magari ishirini na mbili yenye itakuwa na life capture machines ishirini ndio itatembea kwa ward. Kila kona ya ward alafu ile magari mbili itazunguka kwa mashule, kila shule tuko na 14,000 students wenye wamehitimu kupewa ID kwa West Pokot, sasa watatembelewa, waende wapewe IDs na. Ili kuhakikisha haya yanafanikiwa, machifu wameahidiwa kupandishwa vyeo iwapo watawasajili Wakenya wengi.